Yes, uh, asanteni sana. Kwa jina naitwa Emmanuel Sostenes, ni wakili wa mahakama kuu pamoja na mahakama zilizo chini yake. Nafanya kazi kama afisa sheria kutoka kituo cha msaada wa sheria kwa wanawake na watoto WLAC. Tunapatikana Kinondoni, jijini Dar es Salaam, na pia tunahudumu katika mahakama jumuishi ya masuala ya familia ya mirathi, ndoa na watoto. Kwa kweli tumefika hapa katika kampeni hii iliyoanzishwa na Mama Samia kwa ajili ya kutoa huduma ya msaada wa sheria kwa wananchi. Huduma hii imepokelewa vizuri na wananchi na wanaendelea kufika katika mabanda yetu. Na huduma ambazo sisi tumejikita kuzitoa katika kampeni hii ni kwamba, ni kwa ajili ya kutoa elimu ya sheria mbalimbali kwa wananchi wanaofika kwenye banda letu, lakini pia tumefika hapa kwa ajili ya kutoa machapisho mbalimbali mbali ya sheria ikiwemo vitabu mbalimbali ambavyo tumeviandaa ikiwemo vitabu vya sheria ya mirathi, sheria ya ndoa, haki za binadamu pamoja na haki za watoto. Ukiachana na hilo pia tunatoa huduma ya msaada wa sheria. Katika huduma ya msaada wa sheria hapa, mtu anapokuja kuelezea changamoto yake, anapewa muongozo na namna gani shauri lake ataweza kulipeleka. Kuna wananchi ambao hawafahamu shauri lake alipeleke mahakamani gani, kuna wananchi ambao hawafahamu namna gani ya kupeleka utetezi wake mahakamani. Kuna namna gani ya yeye kupata haki zake mahakamani. Hiyo ni kazi ambayo tunaifanya. Ukiachana na hiyo pia, tunafanya jukumu lingine. Kuna wanaofika hapa wanakuwa na migogoro ya familia. Kwao anapofika kwenye banda letu wananchi tunaweza kuwapa miongozo ya namna gani ya kusuluhisha migogoro. Sio kila mgogoro lazima ukimbizwe mahakamani. Mwananchi anakuja hapa kwa lengo la kupeleka mgogoro mahakamani, lakini anapofika hapa tunampa elimu, tunamshauri na namna gani ya kufanya usuluhishi, lakini pamoja na sisi kutoa tunawaongoza kwenda kwenye vyombo mbalimbali vya usuluhishi. Kwa mfano, kuna wananchi wanakuwa na migogoro ya ardhi, tuna tunaweza kuwaelekeza kwenda kwenye mabaraza ya usuluhishi ya kata. Kwa leo, wale wana changamoto za ndoa, tunawaelekeza kupeleka migogoro yao katika mabaraza ya usuluhishi wa imekuwa ni sehemu ya kuwahimiza wananchi katika, tumejua sehemu ya changamoto wao ni masuala ya mirathi. Hivyo wanapofika hapa tunakuwa tukielekeza umuhimu wa wananchi kuandika wosia na kuweka taarifa zao vizuri. Inapotokea changamoto ya mwanafamilia mendoka kwenye familia isiwe ni chanzo cha migogoro. Kwa hivyo Leo ni siku ya pili ya kampeni hii ya msaada wa sheria, tunahimiza wananchi wafike kwa wingi, bado tunaona mauzulio na soso, lakini watu wengine wanaendelea kujitokeza. Wafike kwa wingi waonane na mawakili waonane na wanasheria kwa ajili ya kupewa miongozo mbalimbali ya kisheria ya namna gani kusimamia mashauri yao mahakamani na namna gani ya kuandaliwa nyaraka mbalimbali za kisheria. Kwa ufupi, tunakaribisha sana katika banda letu la kituo cha msaada wa sheria kwa wanawake WLAC, na kwa ajili ya huduma mbalimbali za kisheria. Asanteni sana.